Beni Kukufarm, tupo kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu ufugaji wa kuku. Leo tunaendelea katika masomo yetu mbalimbali ambayo yanahusu ufugaji wa kuku. Karibu katika somo lingine, naitwa Beni, karibu katika channel ya Beni Kukufarm. Katika somo letu la leo, tutaeleza matumizi ya mbegu za papai katika ufugaji wa kuku, yaani faida za mbegu za papai katika ufugaji wa kuku. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe huko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza na malizia neno all. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tokapo video mpya, pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatilia channel yetu na kuipenda, ili tuweze kuweka video nyingi zaidi, kwa sababu wewe unapogusa subscribe sisi tunaona idadi ya subscribe wanaoongezeka na vile inatupa sana moyo wa kuendelea kutengeneza video zingine kwa ajili ya mafunzo zaidi. So, leo nimesema nitaeleza faida za kutumia mbegu za papai katika ufugaji wa kuku. Mara nyingi mbegu za papai chukuli, zinachukuliwa kama ni takataka baada ya kununua tunda na vile tunatoa zile mbegu na kuzitupa. Sio takataka. Ben Kukufarm tupo kufafanulia namna gani unaweza ukazitumia mbegu hizi za papai kama wewe una mradi wako wa ufugaji wa kuku. Faida za matumizi ya mbegu za papai ziko kama ifuatavyo. Faida ya kwanza, huua minyoo tumboni. Mbegu za papai zina enzyme inaitwa papain. Hii papain ina kazi kubwa ya kufanya ni ya kuweza kusababisha minyoo washindwe kunanii kuuma vizuri tumboni, na kufanya minyoo waweze kutoka nje ya tumbo la kuku. Pia mbegu za papai zinaimarisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa kuku wako. Kwa hiyo ukiwa unatumia mbegu za papai katika vyakula vya kuku utasababisha mfumo mmeng'enyo wa chakula wa kuku wako ukawa uko bora zaidi, ili uweze kufanya kazi vizuri kwa ajili ya kuboresha afya ya kuku wako. Pia mbegu za papai huongeza kinga za mwili dhidi ya magonjwa. Mbegu hizi zina tabia ya f ya kuboresha kinga za mwili. Kinga za mwili ndizo zinazohitajika ndani ya mwili wa kuku ili aweze kupambana na magonjwa madogo madogo au kupambana na wadudu wanaosababisha magonjwa. Pia mbegu hizi za papai zina antibakteria. Hivyo zinaweza kuzuia maambukizi ya bakteria katika kuku wako. Pia huchangia kufanya kuku waweze kutaga mayai mengi. Hizo ndizo faida za matumizi ya mbegu za papai katika ufugaji wa kuku. Sasa tuende moja kwa moja jinsi gani unaweza ukaziandaa hizi mbegu kwa ajili ya matumizi ya kuku. Hatua za uandaji wa mbegu za papai ili uweze kutumia katika mifugo wako hatua ya kwanza unatakiwa kuzifanya ni kuzikausha hadi zikauke kabisa. Zikishakauka utazisaga mbegu hizi za papai. Baada ya kusaga, ili uweze kutumia, ina maana utakuwa una unachukua kijiko kikubwa cha chakula, unachanganya kwenye chakula ambacho kuku wako wanakula kwa siku. Mfano, una kuku mia utatumia vijiko viwili mpaka vitatu vya mbegu za papai kwa kuchanganya kwenye kilo kumi na mbili za chakula. Utafanya hivi mara tatu kwa wiki, na hiyo itasaidia kuboresha zaidi afya ya kuku wako. Ila kama una kuku wengi, ina maana utahitaji kiwango kikubwa zaidi cha mbegu hizi ili kuku wako wawe salama muda wote. Usikate tamaa na kilimo bora au ufugaji bora. Mbegu za papai zinasaidia kuupa mwili wa kuku afya njema na kufanya kuku waweze kuwa bora kwako na kuleta matokeo yale uliokuwa unahitaji. Karibu katika chaneli ya Ben Kuku Farm, itakufunza mambo mengi. Usisahau kusubscribe, kushare video hii, kucomment kama una swali ili sisi tutakapoliona swali lako, tutauliza au tutatoa video kulingana na maswali yenu, ili mwendelee muendelee kujifunza zaidi. Asante Oa.